Kama kuonekana kwa farasi eh, uh -huh. na kama unapanda farasi ni kama unapanda farasi ni dopesi eh eh, ndivyo wanavyopiga mbenu, ndivyo wanayopiga mbio eh, uh -huh. Kama mshindo wa magari ya vita, kama mshindo wa magari ya vita <coughs> Ali kijana, maisha ni yuma mapambano, <coughs> lazima <firwa> upambane <coughs> <coughs> ili kuhakikisha familia yako inapata heshima. Tena sio kuna watu wanakuangalia wanasubiri wao wasimame, ili na wao wasimame weki unarudi mazizini kwenda kulala. We kijana ambaye unakwenda kutundika kinunu, nenda kazini wewendole kama mshindo wa magari ya vita juu ya vilele vya milima ndivyo warukavyo ndio. kama mshindo wa miali ya moto Ehe. kama mshindo wa miali ya moto kuona miali ya moto basi inavoruka, basi ngoja nikwambie na endelea makavu Uh -huh. Kama mashujaa waliopangwa tayari kwa vita. We ni kijana umepangwa tayari kwa vita. Familia yako ina vita, umaskini ndio, mekisiri magonjwa wa kulisi, madeni ndio, usiseme kila kitu ni shida mpaka mnaitwa mnanuka shida. Unakuta mama mlalahoi, mama mlalapuu, nini hiyo raha? Lazima kijana uiondoe kwenye maisha kwa chini ya Yesu lala lazima wamke naosa, akamwendea Yona akaambia una yes, nini ulalaye? Ata ukamwombe Mungu wako yes, labda Mungu huyo atatukumbuka. Usipotee kijana, na wakati wako kumomba Mungu ili Mungu akutumie kwa viwango vya hali ya juu yes, ulishawahi kuwaza hata siku moja, wazee waliofyeka mapoli leo Bwana akiwapumzisha nani atashika zile nafasi? Tunao wazee wazuri waliofika mapoli kama, ikiwa Moses Klola alipumzishwa. Bwana Yesu asifiwe, amen. <laughs> tunajua sisi wa Kristo huwa tunalala tu. Leo bwana akiamua ku akiamua labda wazee fulani fulani hapo, siwataki majina, maana najua neno <inaudible> langu lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe, kwa mzee fulani alale, na mzee fulani alale, na mzee fulani alale. Nani atasimama icini? Nani atapokea kijiti? Nani ambaye atasimama kupiga mapepo? We kijana, acha kulala, jifunze maarifa. Dunia inakusubiri. Jamani, utajiri upo. Utajiri upo. Pesa zipo. Ukitaka kujua pesa zipo, ikio itokeea yes. Endelea kusoma mbele yao, watu wanahangaika. Mbele hadi kijana mbele yako lazima aoa Wangaike. Hadi wakua ni kijana lazima watu mbele yako wangaike. Yesu ndio anaza vitu ndani huko, kuna watu huko wengi wanahangaika, wanafunga, wanatoa sadaka, wanala nini. Hadi wanatafuta huyu ni nani hivi, huyu ni nani? Huyu ni nani? Nishaka mambia Bwana, nataka watu wangaike. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakinichunguza sana, tunawakabidhi mirende, ndio inawafaa. Yes. E, kama wakitaka wani waniulize maswali ofisini kwangu nitawajibu kwa amani. Amen. Sawa, so, kijana lazima watu wangaike. Ibu kijana mbibu. Eh, hendu ya kusoma. Nyuso zote zimegeuka kuwa nyeupe kwa Nyuso zote zimegeuka kuwa nyeupe kwa hofu nye. Ani kijana, watu lazima wakuogope. Uwe kijana wakiki uwe kijana wakiki. Unataka watu wakuogope? Wangapu unataka watu waogope. Amen, amen. Baba, kijana huyo anataka kuogopwa, yes. Mpe kitu cha kufanya cha kumtikisa masikio wa ya watu yakawashe, Baba, kwa ajili ya kijana huyo mm -hmm. Kila mmoja akatamani kumwona, kwa jina la Yesu, amin. Ehe, mstari wa saba ndio upiga mbio kama mashujaa, upiga mbio kama mashujaa. Kijana lazima lazima uwe uwe nani nani, shujaa. Kijana lazima uwe nani, shujaa. Wewe, sema hiyo sauti hiyo unaje? Eh? Kijana anasema wana shujaa. Lazima uwe shujaa. Shujaa wa familia, sawa? Amen. Eh? E Upanda ukuta kama watu wa vita. Kijana wapanda ni ukuta kama watu wa vita. Wa vita. Eh? Nao huendelea mbele kila mmoja katika njia zake njia zake. Ali kijana asoro mtu akusukuma sukuma, anajua tu mimi hapa hivi, baada ya muda fulani nguvu itanishia sasa, nifanye kwa bidii hii kibiashara, hicho nacho na wateja wangu kuja hapa kwangu, niweke akiba. Ah, Halo. Amen. Ehe, ndio. Wala hawapotoshi safu zao, wala hawapotoshi safu zao zao. Ali fanya kila kitu kiuaminifu. Ukiaminiwa amilika, ukiaminiwa amilika. Mwangalie jirani yako sasa ya, na wa yes. Ehe, wala hapana mmoja amsukumae mwenzake uendelea mbele kila mmoja, mbele kila mmoja. Mbele kila mmoja. Katika njia yake hujifanyizia njia kwa nguvu, njia kwa nguvu kati ya silaha kati wewe, mwenye biashara tu, unakaa ngoja, msubiri wateja? Wewe nenda kule kule kwenye maofisi yao, jamani, mimi na biashara

Halo, endelea. Wala hawaachi kuifuatia njia yao, uhurukia mji upiga mbio juu ya ukuta. Ani vijana wanaufuatia mji, we tunakwenda voli eti kijana nakwenda kuisha eti maisha amenishinda kijana, eti wanajisalimisha eti maisha ti amenishinda, moja rudi kijijini. Wewe ndugu, hey, ndugu Yesu mwenyewe asema tusiame mjii Yesu mwenyewe alikuwa mjini kuna vya mafuta mafuta. Mjini kuna vinono, akasema msiende mjini. Yeye mwenyewe alifanya miujiza mjini na vijijini. Umenielewa? Umenielewa kijana? Amen. Kijana, Mungu hawezi kukuruhusu ukaonewa na mtu yeyote. Andika point, Mungu hawezi kukuruhusu ukaonewa na mtu yeyote. Andika point, kwamba Mungu hawezi kukuruhusu ukaonewa na mtu yeyote. Amen. Tusoma kitabu cha Zaburi 105 mstari wa 14. Mungu hawezi kuruhusu mtu akakuonea maadamu unatembea kwenye njia sahihi, maadamu unapita, una neema ya Mungu, una upako, una nguvu, una Roho Mtakatifu, una malaika, wewe mwenyewe una nguvu, na kwambia unakuwa tajili sasa hivi. So akumwacha mtu awaonee, akumwacha mtu awaonee, hata wafalme aliwakemea Mungu aweze kumwacha mtoko. Nakwambia wazi, uweze kuonewa. Kila kwenda, kila ingia, mahali utakapokwenda na neema ya Mungu itakuwa juu yako. Kila mahali utakapoingia mtu atatamani kukuangalia. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni laza. Wewe ni chumvi ya dunia. Wewe ni nuru. Kila mmoja akikuona atasema, jamani ningekuwa na mtu kama huyu kwenye biashara yangu. Jamani ningefanya kazi na mtu huyu. Kwa sababu wewe ni nyota. Kijana, lazima ujitambue wewe ni nyota. Kila mtu atakapokwenda lazima ung'ae, lazima ung'aye, lazima ujitambue. Mimi ni chumbi, mimi ni laza, mimi ni chumbi ya dunia, yani mimi ni laza ya dunia. Hakuna kikao bila mimi kwenye uko wako sehemu yoyote, mimi ni laza. Unasema au maneno sio? Kila siku hali anakupa miayo ah! A yeah. Ah, unapiga pasi pa, pa ndefu mchana mchana paka usiku. Kijana unakula vile miili ungefunga tukajo. Wazee wa zamani walikuwa wanamiliki hela, wanamiliki mashamba makubwa, wanamiliki kamfunga. Unakuta ni kijana, yaani mzee wa zamani ambaye alikuwa kijana, yaani mzee wa sasa ambaye zamani alikuwa ni kijana, unakuta anatumbuzi anatukuku. We kijana unafunga nini mkoni? Sisi mjini aba tunafuga hela

akisema msiwaguse, masiwa msiwaguse, Ma si si, unalo neno la Mungu si unalo maarifa ya mtakatifu unaye kwa Mungu, naamuru amuru, usiguse wala msiwazuru nabii zangu. Akaita njaa ni kwa ajili yako, Mungu anaweza akaita njaa kwa ajili yako, a waneta chakula Afu ndio tena na wewe ni Mungu anaita, acha nisikia tena kufungua lile duka afu ndio, eh, ngombe chakula pale. Yaani anasikia njaa, Nitumie chakula. Ujeuza. Ujeuza. Mungu anaita njaa. Kama Mungu anaweza kuita njaa, aweze kukuitia wateja. Aweze kukusanyia mamilioni. Eh? Unaanza kujenga chakula na sabuni. Kwanza kujenga Marufuku kijana kukata tamaa. Alisikia ni marufuku kijana kukata tamaa, ni marufuku na ni dhambi kijana kukata tamaa. Baada alikuwa peke yake huko, nani alimsaidia Yusufu? Alikuwa ni kisima peke yake, doma gerezani peke yake, nani alimsaidia? Unakata ki unakata tamaa, kijana, toka toka rumba yako chini na Yesu mtihani wa leo mgumu, nyie niwaone suleni, nyie wani watakalisaili ndio mshike namba 1. namba gani?